Ndugu zangu, limwengu mambo leo unamvuta mwanadamu kutoka katika tunu njema ya undugu na hivi kumfanya awe mbinafsi. Binadamu anajitengea, anajengea ukuta, kutaka kuishi peke yake na kutafuta faida yake mwenyewe. Yesu anatukumbusha ukarimu, kufungua macho, kumtazama mhitaji. Moja ya mambo yanayomfanya mwanadamu kuingia katika kadhia hiyo ni mali. Injili imetupeleka moja kwa moja katika mwelekeo wa mwanadamu wa leo ambaye yuko tayari kujilimbikizia mali hata kama itapoteza uhusiano na ndugu zake. Tunaziona juhudi za kutafuta utengano kwa sababu ya mali. Uzima wa mtu au usalama wake haumo katika mali alizonazo bali ni katika mahusiano mema ya kindugu.